Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumtazama na kumlea vyema baba katika kipindi chote cha uhai wake hasa baada ya kustaafu. Shukrani za kipekee tunazitoa kwako, kwa mheshimiwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yako mahususi ya viongozi wa staafu kutazamwa kwa jicho la pekee. Mheshimiwa Cleopa David Msuya, katika maisha yake baada ya kustaafu alikuwa kisima cha busara na marejeo ya kumbukumbu -kumbu katika taifa letu. Mimi binafsi nilimkimbilia kuomba nasaha na maono yake ya mipango na maendeleo ya taifa letu nilipokuwa katibu mtendaji wa tume ya mipango, lakini pia kuhusu management ya uchumi na maendeleo ya sekta ya fedha nilipofuata nyayo zake kama waziri wa fedha lakini pia katika majukumu yangu ya sasa ya kumsaidia mheshimiwa rais, nilivyomuona mimi, mheshimiwa Cleopa David Msuya alikuwa mwenye akili nyingi, nasema sharp intellect. Alikuwa mfuatiliaji makini wa mambo muhimu katika nchi na dunia, na alikuwa mchambuzi hodari wa mambo. Alikuwa mkweli na mwenye msimamo thabiti. Aidha, mheshimiwa Cleopa David Msuya Aliendelea kufuatilia utatuzi wa changamoto za maendeleo ya wananchi wenzake wa Mwanga kila alipopata nafasi ya kusalimiana na viongozi wa kitaifa. Kwa mfano, nilipomtembelea nyumbani kwake Upanga na kule Mwanga, alinieleza kuhusu kusuasua kwa ukamilishaji wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Mwanga, lakini pia mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe ambao umekuja kukamilika mwaka huu baada ya takriban miongo miwili ya utekelezaji. Kwa familia ya marehemu, natambua msiba huu ni pigo kubwa kwenu, lakini farijikeni kwa kuwa Mheshimiwa Cleopa David Msuya ataendelea kuwa katika historia ya Tanzania kama kiongozi wa kipekee aliyeacha alama nzuri. Lakini la pili, ninawaomba mkamilishe uandishi wa kitabu cha maisha yake ambacho yeye mwenyewe alinidokeza kuwa kilikuwa karibu kukamilika, na nina hakika dada Dk. Joyce unaweza ukaliongoza hili bila la wasiwasi.